timamu kweli kichwani? Yaani umetoka huko na akili zako timamu, unakuja mpaka hapa nikalale nawe? Hivi hujui kama mimi ni mke wa mtu na hujui kama mimi, mimi ni mume wangu? Kwa hiyo umekosa kwa wanawake wote huko, umekosa mpaka uje kwangu? Wewe wewe kaka, tuheshimiane. Wewe shemeji tulia we, we. Mimi usije ukanihusisha, ongea na mume wako vizuri, umenielewa <laughs> Hivi wewe una akili kweli? Yani, unamchukua mwanaume humo niingie naye ndani nikalale naye nje, hapo unasubiri? Jamani, hili dume la wapi? Jamani, wewe katika vya vikovu au? Eh. Si eh, eh, eh, eh, ananiite, umejileta, si ndio? Ah, hasa nisikizeni, nikwambie sina muda wa kupoteza nilitoa dakika kumi na tano, hatimaye yote ameza karibia masaa mawili. Dada hu mndani, naingia kwenda kuchukua vitu, sina muda wa kupoteza. naona sina muda wa kuzungumza na wewe. Naingia we, we, we. e, ndani nachukua kila kilichoko ndani unaingia ndani kwa luksa ya uich ea hmm? Ndugu yangu, njoo taratibu, nina uwezo wa kukuchakaza hapa na zikabakia damu tu, kwa sababu hata nikienda kwenye sheria we ndo mwenye makosa, umenipata wapi kwangu? Kwa hiyo kwa njo taratibu, usije kunitibua mashitani yangu, baadaye nikaanza kuambiwa oo, zawadi mtata, sijui kimeenda kimerudi. Ndugu yangu <laughs> zawadi, naona unajizima data sasa, si ndio? Si ndio manake. Nadhani unanijua vizuri sana. Paka mkanipa mimi kuwa kijumbe, manake mnanitambua na mnauelewa mseke mseke wangu. Umenisikia? Usijizime data, ukafikiri labda hunitambui vizuri. Umenisikia? Yaani wa mdomo wako kwangu mimi siogopi wala sitishiki. Naingia ndani, nabeba kila aina ya takataka. Nadhani unanijua vizuri. Mimi ndio kijumbe aka photocopy. Umenisahau, si ndio? Yaani chunga sana wa mdomo wako. Shenzi mkubwa wewe. Unadashingapi ngapi nakudai kuishirini, nafikiri tumemalizana. Tabia kuja nyumbani kwangu na kuanza kunianzishia vurugu zisizokuwa na sababu za msingi, tutakuja kukosana, tutakuja kuonana wabaya. Asante, japo ni wajibu wako. Haijaisha saa hizi, hata wiki ijayo pia, marejesho pia yanaendelea, ila nataka nikupe tu neno moja. Wakati mwingine ukirudia kunisumbua na jinsi unavyonitambua, na enda kubeba timu nzima kama jinsi unavyoijua, nitakuja u mndani kwako, nitabeba kila aina takataka, kunguni, vifiondi vyote nitabeba, nitaondoka navyo. Nadhani unanijua, unaweza ukaenda, maana naona tu unaloesha uso na mate oh yako yeah, ovyo. Kwa namna ninavyokujua wewe, huenda kama umetoka kudanga, ndio ukaleta hela. Mchezi umelipwa ujalipwa, hii <tips> aiishi mpaka aishi manyuka, nijibu, umetoka wapi? Hata mke wangu eh? Watukuzika, tushazika mpaka arobaini tushafanya, tena tena tufufue kaburi tena? Kweli ishaisha, lakini tulishalizungumza limecha. Uona bado unaling'ang'ania, tujadili mambo mengi wangu ninijdganguka Tulipoachana tu pale njiani, nafika nyumbani, mwanaume mzima na midevu yake ananyata tu kuingia ndani <laughs> yaani, ndo nikashangaa ya mwarobaini kuambiwa dawa ya kichomi. Mwanaume ana akili timamu kweli yule? <laughs> lakini shoga yangu, yaani yani, na ujanja wako nakujua, hajasema chochote, mama we kama unavyonijua nimetumia mbinu zangu zote za kumbana, nimembana manyuka, na kama kipigo nimempa kisawa sawa, lakini kakataa kata kata kusema ukweli. Eti yo sasa anataka kujipa vile, sasa visingizio vya kama unavyomjua tena yule mbaba wa Morogoro alivyokuwa aishi wangu uongo. Ah, oh, nilienda sehemu fulani, mara mvua ikanyesha, mara sijui sungu sungu akanikamata toka kesha na, yani haeleweki, yani jambo la mbele na nileka nyuma, jambo la nyuma naeka mbele, mradi tu apate pointi ya muhimu. Yule ni muongo sasa. Shoga yangu yule tumemweka hapa, manyuka asemi wala furukuti kwako. Mimi ni shoga yangu sambamba, nitakuwa nawe na, na nitakusaidia kwenye hili jambo. Lazima asemi alikuwa wapi, alikuwa anafanya nini na alikuwa kwa nani, sijua nielewa, hilo wazo la muhimu mwe mwenigai gaia udugu wangu

Mdomoni wewe! Napiga makelele? Mi napiga makelele nyumbani kwangu, hata si nyumbani kwa mpenzi wangu, napigaje makelele mimi? Ni mama wako mdogo, sio dada wako. Yani kama wewe babako hajakwambia, basi mimi ni mdogo mama mama yako mdogo. Hivi unajielewa? Kwa macho ukiongea asiyejielewa -hmm. Ni huyo babako mzazi, asiyejua mpaka sasa hivi kunipa hela ya chakula, ndio hajielewi tena.

Shemeji, kwa nini tusiseme ukweli? Ukweli umeweka mtu huru. Sema ulikuwa wapi, umelala wapi na kwa nani, tujue ili mke wako awe na amani, maisha endelee. Alafu sasa nikwambie shemeji yangu, mimi huyu besefu wangu namweza nginjanginja, ninavyokwambia hapa awezi kufanya chochote. Ukimwambia ukweli, mimi nipo, nitakutetea mpaka mambo yataisha. Lakini mke wangu, yaani eh. Mimi kuna vitu mimi naweza nikakudanganya lakini sio swala la kusema eti mimi nimelala wapi, loswala la kudanganye mi nilisha kwambia tokea ile siku ile eh, kwamba mvua ilivyonyesha eh, waga mbwala amenikamata mkono amenipiga, o, amenipiga. Angalia, au nikuonyesha? Hey, hey, manyuka manyuka manyuka, usia katifanya ni mtoto mdogo. Yani ukanigeuza geuza tu jinsi unavyotaka naomba useme ukweli kabisa, umelala wapi na umelala, la sivyo manyuka, naweza nikakuvuja kuja mi nikapata kesi. Menisikia vizuri manyuka? Yani nataka useme ukweli na usiposema ukweli, usi, ulilala wapi naingia ndani nachukua kila kilichokuwa changu naondoka kwetu. Ni heri tu niende kwetu nikae na wazazi wangu kuliko kukaa na mwanaume ambaye kwanza, mwonekano huna pesa, huna hadi kwenye kwaju pia tipu. na kuhubilia na msili kwanza, maana hata ukija kumwangalia lebo yake na lebo yangu ni vitu viwili tofauti, yani ni sawasawa na mgonjwa kumhudumia nani daktari, na ndicho kitu ambacho mimi hapa nakifanya, lakini yeye haoni hizo fadhila, anaona Narudia tena hapa, naondoka naondoka, nimesema kabisa kimu naondoka, yeah. Mimi siwezi kumvumilia mwanaume ambaye havumiliki. Mimi siwezi kumvumilia mwanaume ambaye hana fadhila <coughs> maana sayo mwenyewe ndugu yangu, mana kutoka barabarani mi napata mabungu, sema tu nayakataa, nasema jamani Mimis, <coughs> oyumbuzi, mimi nimeolewa, unaona. Lakini kumbe huyu mbuzi ananiona mimi kaa mebadula kuchoma wewe Hey. Hey, hey, hey. Akiama mamke wangu mimi mimi siwezi kufanya vitu kama hivyo. Eh? Hey? Alafu kuhusu swala la kuondoka mke wangu bora ufanye vitu vingi na mke wangu kuliko kuondoka. Sasa mimi hapa ndani nani, nani, nani atakuwa ananipa vile vitu ambavyo ulikuwa unanipa wewe? Eh? Hey? Ah, ulo kuwa, nao kwa hizo siku mbili zote. Ndio atakuja kupa iko kitu ambacho mimi nakugaia. Sasa shemeji, mm, mimi -hmm, mwenyewe unaanza kunipanda kichwani. Sijui unanielewa. Mimi si sasa hivi nitaungana na, na BFF wangu. Mambo yaendelea aondoke. Kusiweza kusema ukweli? ulikuwa wapi? ah, mke wangu, kwa sababu nataka kuondoka kwa sababu ya kitu kama hicho, mi siwezi kukubali. Mi bora niseme huko ili tu mke wangu mimi nasema eh, niseme sema useme naondoka mke wangu hiyo feze ya mke wangu. Basi sawa, mimi hapa, zile siku ambazo nilikuwa sija nyumbani, mimi nilifungiwa eh, nilifungiwa na nani, na, na huyu nani mke wangu mie ila uh, uh, uh, uh, unipigi. Sawa, sikupigi. Eh baba, sawa ayasema baba, mi nilikuwa kwa vi kwa vi kulani wewe, mbona una fadhila umekosa nini kwangu? Wewe kibefu wewe, muulize huyo mwanaume, huyu kakosa nini kwangu ambacho mimi sijawahi kumpa? Au ni staili gani ngeni ulioenda kuivota kwa vipi kwangu? Mimi kaikosa, ila sijafanya naye kitu chochote, sijafanya naye tumelala, tukapika, tumekula basi, sijafanya naye kitu chochote. Aki ama mama Mlogoro, mke wangu yake amongo, ni same, ni mwongo same. Utotoni tudanganywe. Ukubwani tudanganywe. Na hapa kwako siwezi ukadanganya. Usiamini. Sasa hapa hakuna shetani. Mimi nimepata wazo. Rafiki yangu huyu manyuka ana simu vi, ana simu, ampigie tukakutane naye leo, fumanizi tena, uongee naye kimaaba ajue kama mimi na huyu hatupo shoga, si unaelewa? Angejinyonga uh, maafa shoga yangu angejidundika, taarifa za habari zingekufikia ungependa, vi angekuwa salama, si ndio? Sasa tunachotaka leo ndimba ndimba, piga simu zawadi Piga piga simu simu Manyuka sasa sasa hivi, lakini ukiuniachi lakini usiniachi mke wangu. Eh, my love. Vi. My love jamani, mbona unakuwa hivyo? Mbona kama uko sawa, shida nini baba? <laughs> Nipo mtoni hapa sasa eh, maji anapiga kwenye mawe, ndio maana unasikia kama milindimo milindimo ya vitu vingine, lakini hamna shida <laughs> Ah, sawa mpenzi wangu, niambie baba. <laughs> Mimi nimekumisi. <laughs> Eh, nimekumisi, nataka nionane nawe wewe Wewe, pale pale tunapokutanaga, vale, mpenzi wangu, tunapokutanaga kila siku. Pale tulipokutana ile siku ile ile pale palepale, na leo nataka tukutana tena sasa hivi, ila mke wangu ua juu. Serikali mimi itanichukulia aje? Kweli nasababisha uchonganishi wa watu kuuawa, si zaidi ya kuua nao Yaani, katika siku ambazo Manyuka umenivunjia heshima ni leo. Tangia kanioa huyu mwanaume hajawahi kuniita mailavu, ila nashangaa mchepuko leo kaitwa mailavu. Jamani, mi nachoka na u mwanaume, sijui hata kuna sehemu gani ya kwenda kumgawa kama sadaka, mradi tu nipate hizo sadaka za misikitini. Yaani huyo vilomi atanijua kama mi nikima huku Kim Jong-un napiga kama stahili zote kama jechi nao atanitambua. alafu we Manyuka, kwa hilo ndo nimeamini ule msemo Unaacha minafu, unapata mchochoroni. Tena mchochoroni mwenye mimekodea nani ya kakisua. Eh, tena sula ana shuga yanko. Kama kimejuwa meskuli. Uwe manyuka wewe, una nini? Uh, Semeji, wemba mba wale li treni hivi. Sababu yoyo wewe? Kwa kwa kukuli. Yaani mi mwenzio, ukinikuta kwenye ugomvi. Basi mi mwenzio sitaki kugombelezewa. Mi e, niache nimaliza ugomvi wangu wewe. Nikichoka tutaondoka. Lakini wewe ugomvi umeununua basi. Sasa nitakuonyesha Unaharibu mpenzi wangu, hapa ni nyumbani, mimi na mke wangu hapa. Tena bahati nzuri tu sasa hivi hayupo, angekuwepo ingekuaje sasa eh? he, nyumbani? Kwani nyumbani kwako wewe ndio nyumbani kwangu mimi? Alafu unapozungumzia swala la mke wako, akati unakuja kuntongoza, aukujua kama una mke? Haukujua kama una mke, baba? Unaniharibia mpenzi wangu, nakuharibia kitu gani? Ongoza, wewe, ulinikuta kwenye Kigoma, ukanivuta wewe, hukuwa unanong'ona, ulikuwa unaongea na sauti yako inatoka. Nimekuja hapa nyumbani kwako unaanza kusema, oh, mke wangu, sijui nini. Mi mwenzako sijali. Sasa niloleta hapa ni hivi, we baba, sasa hivi matumizi njoi. We baba, sasa hivi sio wa kutoa ya kodi. We baba, simu yangu ukiziona, unaona kama vile sumu. Ndio kilichonileta hapa na kubwa kuliko sasa hivi, hivi unavyoniona na mimba yako Mpenzi wangu hata mwezi mmoja hujafika, na isitoshe nilikukuta na yule kijana. Mimi sikubali kwa hilo, mimi simo. Unasemaje wewe? <coughs> We, ulijua mimba inaingia siku ngapi? Siku ile ile tuliyofanya ndo mimba inaingia. Yani sekunde tu ukiweka imo. Unapojua kulima basi ujue na kuvuna. Nimesema hivi sasa. Kama unakataa, basi mimi utaona takachokifanya. We, si unakataa? Yaani, kwanza hii mimba yangu imenijia vibaya. Sasa hivi maembe, mimi nataka miguu ya kuku, mimi nataka mayai yasipungue ndani kwangu. Ukiweza kutii masharti hayo, basi mi nitakuwa mpole, la sivyo hodi kila siku hapa nyumbani kwako, si unanielewa? Yaani mi sitakauka hapa nyumbani kwako kudai haki yangu ya. Haiwezekani wewe ndio baba mwenye mtoto alafu umkatae. Unamkataaje kwa mfano Yaani nimesema hivi usiponiletea mimi matumizi, na hii si mzigo uliokuwa nao hapa. Mimi nataka kula miguu ya kuku baba. Hey, hey. na... na kupigia simu zangu upokei kumbe upo na huyo mwanamke wako. Unasemaje wewe? Mimi sio mwanamke wake, mimi ni mke wake mtarajiwa Unanielewa? mimi ndio mama mjengo. Sasa kama wewe, nilikuhifadhi kwa muda, hukutosheka, basi wakati wako ndio umeisha hapa. Halafu dada, koma kupalamia waume za watu, sijui unanielewa. Wewe we, baba huyu nilitaka nimfunze siku ile mkanigombelezeae Mpenzi wangu huyo, jamani, naambia tena babangu, maana jana tu tumetoka kuachana. Naambia o oh, nimekumisi nimekumisia, mi nipo kwa ajili yako ila <laughs> vimi ni kwambie tu, yaani unajua fedheha. Fedheha gani tena? Mi ndio nishakubali kuwa naya fedheha gani unasema? yaani wewe usichokijua, mimi tu nikwambie tu, tumeatimba yaani tumeatimba, naomba uwe makini sana. Yaani wewe unaweza ukachukulia kawaida, lakini tukuwa makini, mimi nakuomba, yaani kweli tena kuwa makini. Yaani wewe kwa akili yako timamu, si unadhani mimi unaweza kukantisha? Kwani mbona mimi sikuelewi tena kwa taarifa yako, mimi siogopi chochote, hata kama wewe umeenda Dubai huko umenifungia mavilemba yako, mimi siogopi. Baba upo mi, mtoto wa Kitanga, mambo nayaweza, siogopi dudu wala mende. Sasa mimi simaanishi hivyo, yani niwachokwambia vindo hicho, wewe kuwa makini, tushatimba hmm. We ujui tu tumeatimba kitu gani? naye mbona ueleke? Hebu fanya tuondoke zetu, ni mwenyewe kwanza, nimeshaamisha hayo mambo. Unajua mimi mtoto wa Kitanga, mambo yangu yale, mambo nayaweza baba. Wanamke, una haya wewe, jeduwev mimi na kusilikoti, nimekutoa kijijini nikaja kukuletea mjini, jinsi ya kukufundisha maisha, lakini ukaona mimi nafaidi sana. Muangalia kwanza na kile kilemba chake nyo Mwone vile na kilemba cha kicheo noo, kama yupo kwenye eda. Mwongele mashavu yake vile, kama anatafura ya uzeni. Mwanamke umekauka wewe. Mwanaume watu namchukua, anakuhusu nini? Eh, utakuja kunenepa hata siku moja? Sikumoja kilemba kama unatoka kusafiria maiti. Nakwambia kwanzia leo, hebu unamchesha nini huyu? Mimi nataka nimrukie yaani, usa kumrukia leo. Anataka tumuonyeshe kama marage mboga au kiongeocha makande.